Nitapenda kusoma misingi ya imani. Msingi wa kwanza, maandiko yaliyohubiriwa Timotheo ya pili sura ya tatu mstari wa kumi na tano hadi wa kumi na saba. Na yakuwa tangu upate unajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuelimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko ni pumzi ya Mungu lafaa sana kwa mafundisho na kwa kuwaona watu makosa na kwa kuwaongoza na kwa kuwaedibishwa katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Msingi wa pili, Mungu mmoja aiki wa kweli. Kumbukumbu la Torati sita ya mstari wa nne. Sikiliza ee Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Msingi wa tatu, uungu wa Bwana Yesu. Yohana moja mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuwako na Neno, naye Neno alikuwa hapo kwa Mungu, naye neno alik msingi wa nne anguko la mwanadamu mwanzo mmoja mstari wa ishirini na sita mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawala samaki wa baharini na ndege wangani na nchi yote pia na kile kwenye kitambaa kitambaacho cha kila nchi msingi wa tano wokovu wa mwanadamu luka ishirini na nne mstari wa arobaini na saba na akuwa mapepo watahubiriwa kwa jina lake na Enendeni, ukawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na na la Roho Mtakatifu. Msingi wa saba, kubatiza Roho Mtakatifu. Matendo nane, mstari wa kumi na mbili hadi kumi na nane, hadi kumi na saba, lakini walipomwamini Filipo akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, wakabatiza wanaume na wanawake Akabatiza akashikamana akashangaa akasanga, alipoiona miujiza mikuu inayotendeka na mitumwa nao, walioko huko sehemu, aliposikia Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Mtakatifu, maana baada hawajashikiwa hata mmoja wao, lakini wamebatiza tu kwa jina yake, ndipo akawaka

maana hiyo ndio ibada yene, wenye mwana msingo wa kumi, kanisa Efeso moja mstari wa ishirini na mbili akavitia vitu vyote chini ya miguu yake akamweka juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa anayekamilika kwa vyote katika vyote. Msingo wa kumi na moja, huduma, Marko kumi na mbili, Marko kumi na mbili, Marko kumi na sita mstari wa kumi na tano kwa kila kiumbe. Msingi wa kumi na mbili, uponaji wa kimungu Isaya hamsini na tatu mstari wa nne na wa tano. Lakini ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania amepiga amepigwa na Mungu na kuteswa. Alijeruhiwa kwa maovu yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Msingi wa kumi na tatu kumi na nne utawala wa Kristo wa miaka elfu Zekaria kumi na nne Zekaria kumi na tano hivyo ndivyo itakavyokuwa, tauni ya farasi nyumbu, ngamia, na hao wanyama wote watakaokuwa matuoni humo. Msingo wa kumi na tano mwisho wa nchi, masaa ishirini na nane arobaini na saba na hao wataka nagao kuingia katika dade

maadamu ni mchana; usiku waja asikuweza mtu kufanya kazi. Yohana moja moja naye nasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Amen. Waefeso sita mstari wa kwanza, Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana evi waki <tosita>, Efeso sita mstari wa kwanza na nasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana manaliwati Yohana moja mstari wa kumi na nne nao nasema naye, neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake, tukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. nao nasema na neshamamamakumwayawaguli <laughs> uh, ishi yaju Efeso sita a mstari wa nne nao nasema nanyi, na akina baba msiwachokoze watoto wenu bali waleeni katika adabu na maoni ya Bwana. Amen, amen. <laughs> Mathayo 6 mstari tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mengine nitapewa kwa ziada.

Zaburi thelathini na nne mstari wa kwanza nao unasema mtamhimidi, Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima.